Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Kampuni ya Subgold Limited inayojihusisha na ununuzi na usafirishaji wa dhahabu wilayani Kahama mkoani Shinyanga, imeiomba serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania BOT kuwatambua rasmi kama kiwanda kinachochakata na kusafirisha madini ya dhahabu ili kuepuka kusafirisha madini hayo kwenda mikoa mingine yenye viwanda vya kuongeza thamani. Akiongea na Mohab TV, meneja wa kampuni hiyo Nasiri Hussein Mohamed amesema licha ya kuwa na kiwanda chenye uwezo wa kusafisha hadi tani thelathini za dhahabu kwa mwaka bado hawajapatiwa kibali cha kuchakata madini hayo. Ameeleza kuwa kucheleweshwa kwa kibali hicho kunasababisha hasara kwa kutumia muda na gharama kubwa katika kusafirisha madini hayo nje ya mkoa wa Shinyanga. BOT, atutambue hatutambue, uh, kampuni yetu kusafisha dhahabu kwa sababu BOT sasa hivi kutoka mwaka jana walitoa ile amri, mtu yote ana kampuni yote ambayo inataka kusafisha kusafirisha dhahabu lazima atenge asilimia 20 minimum. Na hiyo asilimia 20 inaenda kwa BOT wanainua kupitia kupitia refinery. Sasa hivi ni Geita, Dodoma na Mwanza. Sasa watu wengi hapa Kahama tuna dhahabu nyingi sana inakuja. Sasa kwa nini hao wadau Madila wapeleke paka mikoa mingine Geita au Mwanza au Dodoma, na kuna usafiri, usalama na muda, wakati sisi tunayo kiwanda cha kisasa hapa Kahama. Ombi yetu kwa serikali na BOT ni kutambuliwa na sisi pia hapa refinery kama refinery ya kisasa, sisi turusiwe kusafisha dhahabu ya BOT na a wa, wadau wote madila, tena hawana haja ya kwenda mpaka Mwanza, Dodoma na Geita, hapa hapa Kahama waruhusiwe kutuuzia sisi hapa sisi, sisi tutaifania kazi hiyo hapa. Kwa upande wake meneja wa wafanyakazi wa kiwanda hicho Abasi Muhamedi ameeleza kuwa kampuni imekuwa ikitoa mafunzo kwa Watanzania kuhusu usafishaji wa madini, jambo litakalowawezesha kushika nafasi na muhimu katika sekta hiyo siku za usoni. Mzee Musa, mfanyakazi mwingine, alibainisha kuwa kwa kipindi cha miaka minne kampuni hiyo imewanufaisha wakazi wa Kahama kwa kutoa ajira na kusaidia kuimarisha hali ya maisha. Nimeanza store, baada ya hapo mabosi wakanipandisha nikaja kwenye refinery, kwanza kufanya kazi ya kuaisha dhahabu. Mnashukuru kwa kampuni Sab Gold kutuajiri sisi, na tunapata wataalamu. Baada ya hapo wao tunafanya sisi wenyewe tukuwa tumeshajua kila kitu tayari na kuanza kufanya kazi tumeona matunda yake, na sisi tumepata ajira kwenye kampuni. Tunamshukuru mkurugenzi wa kampuni ya Sab Gold, maana ni mwekezaji mkubwa katika hii nchi, na sisi Watanzania tumo tunafanya kazi, tunapeleka watoto shule wanasoma, na wachimbaji wadogo, slogan ya kampuni kuwasaidia wachimbaji wadogo, tunaendelea kufanya na prosesi mkurugenzi anaendelea kuzifanya na kushirikiana na meneja bwana Nasli. Kwa hiyo kampuni inaendelea imejenga refinery Kahama hapa kwa ajili ya kuwainua wachimbaji kwa, kwa, kwa bei nzuri na makato mazuri. Kuhave mwanamke mahali, kwanza kazi zako zinakuwa ina smart way, yani everything is systematic, alafu ni mtu ambao unaweza ukampatia percentage za uaminifu. I enjoy our company. I, I'm doing the team work